Pia, katika mpango mkakati wa miaka mitano ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yaani TAKUKURU wa mwaka wa fedha 22 23 mpaka 25 26, moja ya lengo la kimkakati strategic objective plan lililoainishwa ni, ni ufuatiliaji wa utekelezaji wa kazi za kufikia shabaha ya kupandisha kiwango cha utekelezaji wa mapendekezo na kuziba mianya ya rushwa yanayotolewa na TAKUKURU. Mmefanya mapendekezo ya bajeti na wajibu kuhakikisha kwamba bajeti ile inafikiwa, kwa sababu hamkukaa kiuusakuusa tu, mkakaa kwamba kwa mtapanga kwa kukusanya bilioni ishirini na tano. Watu wote tuliokuwa nao katika idara katika vitengo katika kata katika mitaa ni watu ambao serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepeleka shule na tunaamini elimu zetu zinatusaidia huko kwa kuandaa bajeti kuanzia ngazi ya msingi mpaka ngazi ya juu. Ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii kuwapongeza TAKUKURU mkoa wa Tanga kwa kuonyesha kazi hii ya uchambuzi wa mfumo waliyoifanya, ambapo wameweza kuonyesha changamoto mbalimbali zinazokwamisha shughuli za uendeshaji wa taka katika makazi na maeneo ya biashara kama ilivyoelezwa kwa ufupi na mkuu wa TAKUKURU. Pia nitoe rau kwa nini taasisi yetu ya TAKUKURU kuendelea kufanya chambuzi za mifumo mbalimbali ili sikuweza kuangalia mapungufu na mianya ya rushwa iliyopo kwenye mifumo hiyo, ili kuweza kutoa ushauri ikiwa ni pamoja na kuwakutanisha wadau kama mlivyofanya hivi. Niwaombe musiishie kwenye taka ngumu, mianya ya rushwa iko rasmi. Takwimu zinaonyesha idadi ya watu waishio mijini Nchini Tanzania iliongezeka kutoka laki sita kumi na saba mia tano mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba hadi kufikia mia ishirini na nne laki thelathini na nne mwaka elfu mbili ishirini na mbili Ongezeko hili limeambatana na changamoto mbalimbali ikiwemo kuongezeka kwa uzalishaji wa taka. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ya kudhibiti uzalishaji wa taka ikiwemo kutunga sheria mbalimbali kama vile, kuna sheria ya mazingira ya mwaka elfu mbili na nne tuna sheria ya afya ya jamii ya mwaka elfu mbili na tisa na tuna kanuni za usimamizi wa taka ngumu ya mwaka elfu mbili na tisa na tuna miongozo. Kuna mwongozo wa udhibiti wa taka ngumu ambao unasema tunapunguza, tuna reduce Ah, tunatumia tena tuna reuse na tunarejeza ina maana recycle. Hii ni ya mwaka ishirini ishirini na moja, ambapo sheria zimetoa mamlaka katika tawala za mikoa na serikali za mitaa chini ya usimamizi wa taka ngumu katika maeneo yao. TAKUKURU mkoa Tanga imeamua kufanya ufuatiliaji huu baada ya kuona katika halmashauri ya jiji la Tanga sheria hizi hazisimamiwi ipasavyo, ali wupelekea mazingira ya kuwa machafu kwa kutosimamia usanyaji wa utupaji wa taka salama. kawasa ya kujadili matokeo ya uchambuzi wa mfumo wa ueshaji taka ngumu katika ngazi ya kaya na maeneo ya biashara. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na meza kuu na washiriki wote, naomba kuwasilisha wasilisho kama ifuatavyo. Hizo sheria ndogo za halmashauri ni nani anatakiwa kuzisimamia na je, zinasimamiwa? Pia tuliangalia mikataba na watu wa huduma. Kitu kingine tulichoangalia ni ushirikishaji wa jamii katika kupanga au kuuisha hizo gharama uondoshaji wa taka ngumu katika vituo vya kusanyia taka na kutoka kwenye kazi iko katika mingi na kupeleka dampo. Tumeangalia uzingatiaji wa ratiba: je kuna ratiba ya ujaji taka na je inazingatiwa? na mwisho ni mkusanyaji wa mapato kuondoa taka. Ishu ya kuondoa taka kwenye maeneo ya watu ni lazima kwa mujibu wa mwongozo na kwa mujibu wa bailozi. Hakuna anayesema na peleka taka na kujua nini, hakuna na kujua yeye kupeleka taka, ndo wana mtengizia madampo holela, si ndiyo? kwa ishu ya mtu kumuondoa taka kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye ni ya lazima vile vile, ni ishu ya lazima kwa mtu kulipia kondole wata. Kuhu, so, hakuna obligation wakusanyaji wetu, haa wa mtu wa kuambia mimi napeleka taka na kujua, huyo mtu ndio itafuria kutuja madame kwa ambayo sio rasmi. Ishu ya kuondoa taka ni lazima, ishu ya kulipia kuondoa taka ni lazima. Kwa sababu ni bylaw, sasa sheria wa ejejiriwi, kiria ya tekerejo, kusindi u. Ukifika so, kwenye kaya, kwenye nyumba ina kaya sita. Kila kaya itoe shilingi elfu mbili, no matter what, amezalisha, ajazalisha, alisafiri yupo, as long as ni mkazi wa Tanga, kwa mujibu wa sheria ni lazima atoe hiyo pesa eh. Sahizi tunakoelekea tunaenda kwenye dunia inakohitaji kwenda kuzifanya taka kuwa rasilimali, kwa hiyo pengine kesho na keshokutwa hatutaita taka tena, tutaita rasilimali, ili tuweze kuziangalia vyema na kuzifanyia ubunifu na kuzirudisha, kuzirejesha katika mzunguko wa thamani, mzunguko au mnyororo wa thamani na hicho ndicho tunachokwenda kufanya katika jiji la Tanga. Jiji la Tanga ni moja ya eh, halmashauri tatu ambazo zinatekeleza mradi unaoitwa eh, Green and Smart City, sasa ambapo tayari la Tanga sisi kama jiji la Tanga tumejipambanua kama jiji ambalo linaenda kutekeleza mradi wa taka sufuri. Mradi wa taka sufuri maana yake nini? Kuhakikisha kwamba kila chembe ya taka inaingia kwa mnyororo wa samani. Sasa ukiangalia hata wewe mwenyewe haraka haraka angalia taka gani ambayo haina samani? Hakuna. Kila taka ina thamani. Kwa hiyo ukiweka ndani ya mnyororo wa thamani, lakini sasa kitu ambacho kitafanya iwe na tuingize katika kila chembe ya taka kwenye mnyororo wa thamani na kuacha kuita taka na kuita rasilimali, ni hapo ambapo kila tutakachokizalisha kama by product basi tukitenganishe pale pale, ndio maana tumeambiwa hapa kwamba tuzingatie sera na utaratibu wa udhibiti wa taka na miongozo ambayo ni ya serikali iliyotolewa ya kutenganisha taka kwa maana ya reduce eh, eh, wanasema reduce, reuse na recycle. Kwa hiyo tunapeleka taka zote kuzirudisha kwenye miolo ya samani. Changamoto ipo kwenye ukusanyaji wa ada zile za taka, ada za taka. Kuna mwingine unaweza ukamkuta anakuambia mimi sina hela saa hizi au namkuta mtu anakwambia tuko watatu hapa, kumbe wako wanane wa au zaidi ya wanane wa. Kwa hiyo kabea, kwa vile tumeazimia hapa kwamba tutaenda kutekeleza, naona mtaangalia sasa uwekezaji wa wananii wa, wa usimamiliaji kwa watendaji, ili waweze kunipa sapoti. Ila kinachotakiwa tu, naomba mnikabidhi jiji zima, mkisha nikabidhi jiji zima ina maana hata wale watu wangu wa kufagia niweze kuajiri wa kufagia kufagia, nikishamaliza wa kufagia. kufagia napakia mimi mwenyewe tofauti na sasa hivi, mimi naingia kazini saa kumi na mbili gari zangu za kuzoa taka, halafu anayefagia anakuja kuzoa taka saa mbili. Kwa hiyo tunakuwa tuko tofauti tofauti. Ya kufanya kazi kwa ufanisi tunafanya, ila tunaingiliana na watendaji kama afisa afya, lakini ni mtendaji kwa hiyo unakuta ile kazi imefanywa na mtendaji, lakini lawama zinaingia kwa masafi. Kupewa vitambulisho sisi masafi, sasa hivi tuna vitambulisho vya kufanyia kazi. Ukifika sehemu unaonyesha kitambulisho chako, unafanya kazi. Kwa hiyo unapofanya kazi unafanya kiuhakika, kwamba mimi ni fulani, lete kitambulisho, unaonyesha. Kama ni ukaguzi wa maduka unakagua, kama ni kusimamia usafi unasimamia, kama ni kukusanya mapato unakusanya.